Ikiwa imepita miezi minne tangu Mwananchi ripoti habari ya baadhi ya wanachama wa Chama cha Wanasheria Tanganyika TLS Mkoa wa Mwanza kutishia kuandamana hadi Ofisi ya Jaji Mfawidhi Mkoa wa Mwanza iwapo ombi lao la kuitishwa kwa uchaguzi kujaza nafasi za viongozi wa mkoa huo walioandika barua ya kujiuzulu halitozingatiwa, hatimaye viongozi wapya wamepatikana. Mawakili hao 46 walijaza majina na kusaini fomu maalum, yani petition, ya kushinikiza uongozi wa TLS ngazi ya taifa kuitisha uchaguzi wa kujaza nafasi za viongozi walioandika barua ya kujiuzulu, jambo ambalo Rais wa TLS, Boniface Mwabukusi aliahidi kulifanyia kazi kwa mujibu wa sheria. Miezi minne baadaye, TLS Mwanza wameitisha uchaguzi huo jana Jumatano, ambapo miongoni mwa viongozi waliochaguliwa ni pamoja na Mwenyekiti wa TLS mkoa wa Mwanza, chapter convener, Joseph Mugabe ambaye amewashinda, Gibson Ishengoma, Lugano Kitangalala, Egbert Mujungu na Amos Gondo. Katika nafasi ya makamu mwenyekiti wa TLS Mkoa wa Mwanza, wakili Eli Kimuta aliibuka mshindi akimgalagaza Esther Tuvave, Stella Sangawe na Dutu Chebwa, huku nafasi ya ofisa masurufu yaani, Treasurer Godfrey Basasingoe akihibuka kidedea mbele ya Inhard Mushongi na Ernest Muhagama. Akizungumza baada ya uchaguzi huo, mwenyekiti mpya wa TLS mkoa wa Mwanza Joseph Mugabe amesema kipaumbele chake ni kushughulikia changamoto ya mpasuko miongoni mwa wanachama wa TLS Mwanza uliosababisha na kukosekana kwa uongozi thabiti kwa muda mrefu. Mekaa muda mrefu hatuna komitee, komitee, hazina members wake, hakuna vikao na hawezi kufanya vikao kama hauna hiyo shape. Kwa hiyo sisi kuanzia hapa na tunaenda kutengeneza shape ya uongozi, na wale watu ambao sisi tunaamini siku zote tunawalilia watoke ama watu waje wawatoe, wameshindwa uongozi. Huu sasa unaenda kuwatoa watoke, tuweke shape mpya ambayo itaenda kufanya yale ambayo professional sisi mawakili tunayataka. Tumekuwa na ugomvi wa muda mrefu sana, ambao very necessary, ugomvi ambao unasababishwa na ofisi badala usababishwe na watu wengine huko, ofisi tutetee lakini nasababishwa na ofisi, tunashindwa kutetewa na nani? Kwa hiyo sisi kama shape mpya ambao naenda kuitengeneza kama mawakili ambao tumeteuliwa, tuna lengo moja actually, ndio kitu kizuri ambacho nimeshukuru hata wenzangu waliochaguliwa na mimi, lengo letu ni moja, kwenda kuweka shape ya uongozi wa TLS chapter ya Mwanza <laughs> ni chapter vice Convener, jamii ya mawakili wa Mwanza na ambao sio mawakili e, wategemee E, uongozi utakaohakikisha haki inapatikana, lakini vile vile e, uongozi ambao utaongozwa na uweledi wa kitaaluma na utayari wa kuitumikia jamii ya mawakili na nje pia ya jamii ya mawakili yangu. Na objective zangu mimi zipo kwenye kwa mjibu wa sheria ambapo ni kuovasi mambo yote yanayohusu ya mambo ya fedha ya chapter, lakini pia ni kuwa signatory sasa kwa kutumia haya majukumu makubwa mawili ambayo nimepewa kwa mjibu wa sheria, nimegundua kwamba tunaweza tukawa na ubunifu ambao utakisaidia hiki chama chetu kufika mbele, especially katika ngazi yetu sisi ya mkoa nilichogundua pia ni kuna namna tunaweza tukaifanya tukapunguza expenses, kwa sababu ndani ya chama hiki hiki kuna watu ambao tunaletewa ni waajiriwa pia, ndugu mwandishi wa habari. Tukiachana na hiyo ya kujaribu kupunguza matumizi ambayo lengo lake kubwa ni, ku, ni kuila keki wote mawakili, kwamba tunufaike wote na fungu tunalolipata kwenye mkoa wetu. Lengo langu la pili, nimeona kwamba mawakili tuna vitu vingi sana ambavyo vinaturudisha nyuma tu, kwamba hata taasisi za kifedha hizi za ukopesheka za ukopeshana huwa zinaogopa kuwakopesha mawakili. Nimeangalia katika sheria zetu hizi ikiwemo hii sheria hii kanuni ambayo inaanzisha hizi, hizi chapter hizi, kuna mianya imewekwa mle ambayo ni kwamba sisi ambao tumeingia kwenye uongozi huu tunaruhusiwa tunaruhusiwa kutengeneza kamati nyingine mbadala. Kumbuka kuna kamati za kudumu ambazo zipo pale, lakini wakatuongezea kwamba tukishaingia madarakani tuna uwezo wa kutengeneza kamati nyingine yoyote ile. Kwa hiyo mimi nilikuwa na waza ili niweze kuwakomboa ndugu zangu kutoka katika hii hatua tuliyopo, tunaweza tukaanzisha internal lending system na tukaita internal lending committee, ambapo mawakili wenyewe tutakuwa tunakusanya fedha zetu tunakopeshana wenyewe na kwa utaratibu tutakaojiwekea sisi wenyewe tu. Uchaguzi umeenda vizuri, uchaguzi umefanyika kwa haki, na mimi nilikuwa mmoja wa mgombea, lakini tumepishana kidogo tu, na kwa kweli viongozi walioingia tunawaamini, ni wachapakazi, wataenda kubadili shida zilizopo katika chapta yetu, na I'm sure tunaenda kufanikiwa. Katika mikakati ya chapter inaenda sasa kutekelezeka vizuri, vile ambavyo vilikuwa vina mapungufu. Hawa viongozi walioingia tuna imani nao kabisa, na ninawapa hongera pia kwa kupata hizo nafasi.